Kwa hiyo hata aliponikabidhi ofisi alinikabidhi na, na, na maelezo mengi ambayo haikuwa kazi ngumu kwangu kuyaendeleza pale ambapo tumeishia. Lakini tulikuwa na mawasiliano ya karibu sana. Mimi e nafahamu kwamba e, wakati wa uchaguzi alipata changamoto ya kuanguka pia. Wakati wa, e, uchagu, baada ya uchaguzi, matokeo kutangazwa, alipata changamoto hii e, na alianguka ghafla. Alinifahamisha yeye mwenyewe na wakati mheshimiwa rais anaapishwa alinifahamisha hiyo kwamba alipata changamoto ya kuanguka ghafla. Eh, kidogo akapoteza fahamu wakati huo lakini eh, tunaambiwa pia na hapa karibuni tena alianguka tena na hii imetokea tena. Kwa hiyo inatufundisha kwamba kwa viongozi, kwa eh, na Watanzania kwa ujumla tuna wajibu mara kwa mara kuangalia afya zetu. Pengine unaweza ukawa na tatizo la moyo hujui eh, lakini zipo ishara ambazo zinaweza zikatupeleka huko. Unapoona ishara hizo au unapojisikia ni vyema kwenda kufanya vipimo, ukajua hali yako kwa sababu unaweza kuwa mzima leo lakini, eh, ghafla katokea changamoto za kiafya eh, usijue ukaona ni kawaida kumbe si kawaida eh, ni, ni, ni, ni ishara ambayo inakuonyesha kwamba unahitaji kwenda hospitali. Lakini madaktari wetu wamefanya kazi kubwa sana. Baada ya changamoto hii eh, alikimbizwa hospitali na mimi nilikuwa nikifuatilia kwa karibu eh, toka amekimbizwa hospitali, amefika hospitali, madaktari walimwatendi vizuri na wakajitahidi sana kufanya kazi usiku na kufanya kazi sana kwa bidii kuhakikisha wanaokoa maisha yake, lakini Mwenyezi Mungu alimwandikia asi. Tunamwombea e, apumzike kwa amani e, tunasema e, Mwenyezi Mungu amuhifadhi huko e, aliko, na sisi wajibu wetu ni kuendeleza yale ambayo alituhusia na kutuachia kwa hiyo, hata aliponikabidhi ofisi alinikabidhi na, na, na, na maelezo mengi ambayo haikuwa kazi ngumu kwangu kuyaendeleza pale ambapo tumeishia lakini tulikuwa na mawasiliano wa karibu sana mimi e, nafahamu kwamba e, wakati wa uchaguzi alipata changamoto ya kuanguka pia. Wakati wa e, uchagu, baada ya uchaguzi matokeo kutangazwa alipata changamoto hii e, na alianguka ghafla, alinifahamisha yeye mwenyewe, na wakati Mheshimiwa Rais anaapishwa alinifahamisha hiyo kwamba alipata changamoto ya kuanguka ghafla. Eh, kidogo akapoteza fahamu wakati huo, lakini eh, tunaambiwa pia na hapa karibuni tena alianguka tena na hii imetokea tena Koyo. Kwa hiyo inatufundisha kwamba kwa viongozi eh, na Watanzania kwa ujumla, tuna wajibu mara kwa mara kuangalia afya zetu. Pengine unaweza kuwa na tatizo la moyo hujui eh, lakini ishiko, zipo ishara ambazo zinaweza zikatupeleka huko. Unapoona ishara hizo au unapojisikia ni vyema kwenda kufanya vipimo, ukajua hali yako kwa sababu Unaweza kuwa mzima leo lakini eh, ghafla akatokea changamoto za kiafya eh, usijue ukaona ni kawaida, kumbe si kawaida eh, ni, ni, ni ishara ambayo inakuonyesha kwamba unahitaji kwenda hospitali. Lakini madaktari wetu wamefanya kazi kubwa sana baada ya changamoto hii eh, alikimbizwa hospitali na mimi nilikuwa nikifuatilia kwa karibu eh, toka amekimbizwa hospitali, amefika hospitali, madaktari walimwatendi vizuri na wakajitahidi sana kufanya kazi, usiku na, kufanya kazi sana kwa bidii kuhakikisha kwa wanaokoa maisha yake, lakini Mwenyezi Mungu alimwandikia, nasi tunamwombea e, apumzike kwa amani e, tunasema e, Mwenyezi Mungu amuhifadhi huko e, aliko, na sisi wajibu wetu ni kuendeleza yale ambayo alituhusia na kutuachia.